Hali iko mbaya, maanake ni mbovu sana zaidi. Unasema hali iko mbaya kivipi? Hebu tufafanulie, maanake kote zote, maanake hakuna kinachoendelea, hakuna kinachoendelea katika engo gani? Hali ya usalama vipi? Tumeona sasa hivi wanafunzi wamerudi shule na M23 wakisema wanaendelea kudhibiti hali katika eneo hilo la Goma. Ni kipi ambacho kinaenda kombo chini ya utawala wao? Maana utawala wao, maanake sijui kama nikufuatilia kusudi ni eleo. so au wanasema yeye v depuu wanze kamata huko Goma, maanake vifo vishakuwa vya mingi hawezi ona ndio, maanake batu wanaibana hawezi ona kuibana kuuana maanake ishakuwa kawaida, hizi inaongezeka. Na masomo nayo nasema inafunguliwa na huko masomo zenye ziko prive ziko sporte na, na prive na masomo yenye ziko sporte na leta na za masomo za kuletaza ziko asomo ni, ni, ni kama miezi miwili sasa, M23 wanadhibiti mji wa Goma. Wananchi wengi kwa kiasi kikubwa wanazungumziaje utawala wao? Unaona, unaona manake mtawala wao maana, manake ni shida tu kule Bukavu tumeambiwa bidhaa kutoka Rwanda kama pombe zimekuwa zikiingizwa kule kutoka nchi jirani. Vipi katika eneo la Goma, hali ikoje? hawa M23 kukamata hapa Goma bamoya wanatokea tu kule Rwanda, unaona? M23 na Rwanda wote ni bamoya, manake like, wanaingia saa viko waingia ni mwavo tu, ni kawaida, mpaka hakuna kufungiwa. Jinsi wanapenda wanaingia, wanatoka, hakuna kuwazuia na waaukamata pale, naona bahati hawezi kupeleka hataranda, ni kupiga wanakuwa hapo na benyi wanakamata, si kusema si wanawapeleka mukisoda chabo, hapana nikukutesa tu, wanakupiga fimbo, wapige nayo mataka, wanapiga mgongo. wanajeshi wa SADC wameondoka hapo baada ya kuingia mkubaliano mm, na waasi wa M23. Hali hiyo imepokelewaje na wananchi wa Goma ambao pengine walikuwa wakiwaona kama ni tumaini pekee lilobaki la kuwatetea, pengine kupambana na waasi hao unaana? So, hii serikali ya, ya goma ya nani, ya, ya kongo nayo iko tofauti, sijui kama inaongozwa aye naongozwa saavil aina msimamizi

au wanafaa kungazi politiki za yuluyulu -yulu. Me huku chini populasion na inateseka tena zaidi sana au ao wanacheza politiki ao me populasion njio inateseka sana watu wanateseka mubaya sana huku. Eneo la Goma limekaaje kimkakati, ni eneo la rahisi kufikiwa na wazalendo ama ni eneo gumu wazalendo kuanzisha mapambano na, na, na M23? Kunana wazalendo kuw wameshindwa wa, wa kwaona imefika umu mgoma kwa kupigana <laughs>

Wanatia silaha chini, wanawatia mubato, wanaenda Bukavu. Wengine hasa vyombo vyavo vikakuwa vya mingi sasa ama vimoya, wakalunguza ape. Kulunguza mwenye hapendi kusia tia silaha yake chini, anaenda kufuraha sa anaenda kugombana, njo anapambana, wanamuia kule. Naona bamaiti kule wengine kule, ai baisha akimbia sana.